Kulikuwa na kizaazaa leo asubuhi katika kijiji cha Mabirikani, eneo la Yureka Mitangoni, karibu na Mavueni, katika kaunti ya Kilifi wakati kijana mmoja anayedaiwa katumia nguvu za uchawi kapatikana ndani ya nyumba kitandani, akiwa kavaa shati na kikoi cha mwenye nyumba ambaye anaishi Mombasa na mkewe, na hakuweko ndani ya nyumba yake ya mashambani. Wakati wa tukio hilo liliwashangaza wengi, kaingiaje ndani ya nyumba iliyofungwa ndana? Kule utamuona kule uchawi ukienda na hizo anga za huko. Tulipowasili katika boma hili lililo na lango na jumba la ghorofa la kifahari, tuliwakuta watu wengi waliokuwa na ghadhabu wakitaka kumshambulia kijana huyo anayedaiwa kuwa mchawi. Maafisa wa polisi walidumisha hali ya ulinzi mkali, ikisubiriwa mwenye nyumba kufika kutoka Mombasa. Alipowasili mara moja akatuthibitishia kwamba mtuhumiwa kavaa shati yake na kikoi chake, huku akitueleza jinsi alivyoambiwa arudi nyumbani haraka, kuna dharura. Haya ni mageni kwetu, maanake ajabu, ile shati ni mpya kabisa. Nyumba iko na milango ambayo iko na lokas grill, bedroom kwangu, hata nashindwa aliingia vipi yule. Kufikia sasa, hata nashindwa ile nguo aliipata vipi ambayo ilikuwa chumbani kwangu. Ile shuka aliyovaa ni bed cover yetu ya bedroom ya kitandani, ya kitandani. Sema la kweli haya sijui ni asemeje. Alipotutambulisha kwa mkewe, mkewe akawa ni MCA wa Ganjoni, kaunti ya Mombasa. Hapa mahali ni nyumbani na ndiposa nimejenga kwenye boma la nyumbani, na kwa kutamaushwa leo nimesikia asubuhi wa mama kwako nyumbani kumepatikana mwizi. Sasa mimi nilikuwa najua pengine ni mwizi tu wa kawaida, lakini kwa kutamaushwa nimekuja kukuta mambo ya kinyumbani. Mtu ambaye ameingia kiuchawi, milango imefungwa na ameingia kiuchawi na ako na vitambara vyekundu amevaa shati la mume wangu ambalo lilikuwa tulilileta kama wiki mbili. Tulikuwa tumeliacha juu ya meza bedroom. Ametumia kitambaa, yani tuseme ni kama kablangeti ambapo mimi hupenda kujifinika nikiwa mwenyewe, niko kitandani, haijatoka hata sitting room wala hakijafuliwa. Kwa hivyo kitu cha tushangaza ni kuwa bedroom ilikuwa imefungwa, inakuwaje ana vitu ambavyo vilikuwa viko ndani ya bedroom na huku amevivaa ame tayari mwilini na ameshika kitambara chekundu, na bedroom ilikuwa imefungwa, mlango yote ilikuwa imefungwa. Sasa kitu cha kushangaza, ameingia vipi ndani ya nyumba mpaka kumiliki vitu vyetu vya ndani vya siri? Mtoto wao akatujulisha jinsi kisa hicho kilivyotokea. Nikaenda nikachukua ufunguo nikafungua, nivyofungua nampata ule ndani amepekurapekura pekura, pekura, amepekurapekura pale ndani ndio mimi nikajaribu kumtoa nikaona hataki kutoka, nikaenda nkawashtua wenzangu, ndio tukakuja sasa, ndio tukaanza kumtoa sasa. Kumtoka alivyofika pale sasa, angeti pale kutoka saa kumi na mbili pale amesimama, mpaka saa hii hataki kutoka. Na alisimama hapo hadi mwenye nyumba alipofika na kumhoji mumira kitambara nakukijua, hmm, muhimu wake ni nini? Unaona, hizo kitu ilikuwa nimeshika nazo pia ziko. Najua maana yake zimeenda wapi hizi? Maana yake hizi kitambara yake kuonyesha kuna sheria mbaya, kuonyesha heshima. nguo zake alizozivua kabla aingie ndizo hizi hapa. Si mlisema wachawi ni wazee wenye mvi? Mbona huyu ni kijana sana? Hata tukapata fursa ya kuingia ndani ya jumba hili la kifahari kijijini na kukiona kitanda alicholalia. Hichi kitanda mama, ninakileta juzi, nikaacha nimekifunga asubuhi na watoto, hata mimi mwenyewe sijakilalia, mzee hajakilalia, ni huyo samesema ameingia pale. Ikalazimu polisi waondoke na mtuhumiwa huyu wa uchawi ili asiuawe na umma. Mama mwenye nyumba akautuliza umati na kila mtu akarejelea hamsini zake, na kuwaacha wazee wakikauma wakitafakari kuhusu hatua itakayofuata. Mimi ni mke, na ikiwa ni mke unajua shingo haipiti, na nimekuambia ikiwa ni mke, nimeolewa niko na baba zangu hapa baba zangu vyaa, ambao ndio wenye hili boma, niko na mama zangu vyaa, niko na wajomba. Kwa hivyo mambo hayo mengine sasa hayanihusu. Hayo sasa ni ya wazee wenye boma, wafanye mambo yao. Basi hiki ni kizungumkuti, ambapo kimewaacha wakazi wa hapa wanashangaa. Wengi wanajiuliza kama uchawi haupo, basi kaingiaje kijana huyo ndani ya nyumba, na hiki ni kiziba mkonga. Nikiripotia, Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, ladha ya Pwani.